Tuitimishe na upande wa kimataifa. Wahamiaji tisa kutoka bara la Afrika wamefariki dunia baada ya kukumbwa na baridi kali katika eneo la mpaka wa kati wa Morocco na Algeria kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mashirika ya haki za binadamu. Miili ya wanaume saba na wanawake wawili iligundulika katika eneo la milima la Ras Al Four linalojulikana kwa kukumbwa na hali kali ya hewa wakati wa majira ya baridi. Shirika la haki za kibinadamu Morocco limesema wahamiaji hao walifariki dunia kutokana na baridi kali na uchovu mkubwa baada ya kusafiri kwa muda mrefu katika mazingira magumu. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mmoja wa marehemu alikuwa raia wa Guinea huku wengine wakitoka katika mataifa mbalimbali ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, ingawa mataifa hayo ingawa mataifa hayo hayakutajwa rasmi. Tukio hili linajiri wakati maelfu ya wahamiaji kutoka Afrika kaskazini na kusini mwa jangwa la Sahara wakiendelea kujaribu kuvuka kwa njia zisizo rasmi kuelekea Ulaya, hususa kupitia Morocco kwenda Uhispania wakitafuta usalama na fursa za kiuchumi.